serikali imesema jumla ya makala 1688 zimetajwa kuripotiwa na kuchapishwa katika vyombo vya habari vipatavyo 48 juu ya elimu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Bi Amina Mtaki, afisa ustawi wa jamii ofisi ya Rais TAMISEMI, akiwasilisha tathmini ya serikali utekelezaji wa programu ngazi ya mamlaka ya mkoa na serikali za mitaa amesema vyombo vya habari vimekuwa chachu kubwa ya kutoa elimu na kuibua changamoto kwenye jamii. Hapa tumeona waandishi vinara, jamani, hongereni sana. Tunajua namna gani waandishi eh, wanavyoweza kusambaza kitu, kitaenea kwa haraka, si ndiyo jamani? Eh, wakiamua kulijenga wanalijenga, na linaenea kwa jamii na linapendeza, lakini wakikosea kidogo, napo litaenea hivyo kwa hiyo tunashukuru sana na tumeona mwaka huu kulikuwa kuna Mama Samia <coughs> na kalamu awali, si ndiyo jamani? Yote hayo ni kuwapongeza, lakini mpango huu haujawacha nyuma, umewashirikisha na tuna vinara na tumewaona kwa kila mkoa. Kwa hiyo wana wanatusaidia kuandaa makala habari mbalimbali mba, mba, tumeona zaidi ya habari 1688 zimetolewa kuhusu masuala ya mpango wetu wa malezi, makuzi na uh, maendeleo ya awali ya mtoto. Na hayo yote ni kwa ajili ya kuchochea uwekezaji zaidi kwenye huduma mbalimbali za mama, lakini pia kuna jumbe jumbe. Eh, nikisema jumbe au ujumbe au tunasema messages au sio? Eh, wakati mwingine tunatamisha tuna, tuna kidogo ili kupata nini hasa tunamaanisha jumbe hizo 1800 zimeandaliwa kwa ajili ya kujenga uelewa kwa jamii kuhusu mpango huu. Kwa hiyo yote hao ni waandishi wetu vinara, wakishirikiana na wizara na wadau wetu tulionao, wametuwezesha kuweza tukuhakikisha kwamba tunawekeza ili tufike malengo ya kukuza mtoto wetu watoto wetu katika ukuaji timilifu. Hivyo basi vyombo vya habari zaidi ya 48 zimefanikiwa kuelimisha jamii kuhusiana na shughuli hizi za n kupitia hizo nyumbe ambazo zinaandaliwa. Aidha, Bimtaki ametaja mafanikio mengine kupitia vyombo vya habari kuwa ni pamoja na kuchochea uwajibikaji katika afua stahiki ikiwemo lishe kwa watoto. Kama tunavyofahamu sote e, tuna imani zetu na tunapohamasishwa na viongozi wa dini kwa kweli huwa inagusa na mara nyingi tunatekeleza kwa sababu tu ni masuala ya kimani, na huwa tunawatumia, ni sehemu ya jamii, lakini pia serikali inawatambua kwamba ni moja ya watu humu kuhamasisha, kuwapa elimu ili waweze kusaidia kwenye maeneo ya nyumba za ibada. Masuala mengine ambayo yameendelea kutekelezwa kwenye kwenye uh, programu yetu hii ni, ni, <coughs> shwa kwenye mipango na budget. Sote tunatambua ili tuweze kusonga mbele lazima tuwe na mipango na mipango hii inaendana na budget ili iweze kutekelezwa. Kwa hiyo tumejumuisha afua za programu ya MAM kwenye mifumo na mipango ya budget ili iweze kutekelezwa huko kwenye, kwenye ngazi ya mikoa na halmashauri. Lakini pia tumeendelea kusambaza miongozo inaandaliwa na kusambazwa kwa lengo la kuboresha uh, uh, um, um hii uh, uh, programu ya mama, lakini pia tuna miongozo eh. Kama serikali tumesema tunafanya kazi kwa uh, kushirikiana na sekta mbalimbali, kwa hiyo kila sekta imeona umuhimu wa uwekezaji wa watoto, kwa hiyo miongozo inayoandaliwa imeonekana ni vyema ikagusa au ikajumuisha masuala ya watoto tuna mfano wa mwongozo wa utambuzi wa awali wa watoto wenye ulemavu ambao ni wa mwaka 2021, lakini tuna mpango kazi wa taifa wa ustawi na watoto wenye wabino huu, na wenyewe ni mwongozo ambao unajumuisha masuala ya watoto au watu wenye mahitaji maalum au watu wenye ulemavu uh, lakini pia tumeendelea kuboresha mitaala ya elimu Serikali imewekeza sana imeweka fedha nyingi e, ni zaidi ya shilingi bilioni mia tatu kumi na moja pointi mbili hizi zimeekezwa kwenye upande wa elimu, ambapo sehemu mojawapo ni masuala e, ya mtaala mitaala ya elimu na mafunzo ambayo imejumuisha masuala ya mama. Kwa hiyo hapo tunaona namna gani walimu walivyowezeshwa, hasa wale walimu wa awali wapatao kumi na mbili elfu katika halmashauri zetu zote 184 Tanzania bara. Hao walipata malezi mafunzo ya malezi bora kwa watoto ndani, lakini watoto walionufaika sasa baada ya walimu hao kupata mafunzo ni watoto laki tatu na sitini wanapata malezi eh, a huduma za malezi jumuishi kama alivyofafanua mwenzangu kwa kusema malezi jumuishi ni komponenti zile zote tano lakini pia pamoja na uh, kuboresha mitaala, kuna wataalamu mia nane wamejengewa uwezo juu ya utambuzi wa mapema wa masuala ya mtoto mwenye ulemavu. Lakini pia maafisa wataalamu ngazi ya mikoa ni ngazi ya halmashauri wapatao mia tisa ishirini na tano pia nao wanaweza kujengewa uwezo ili tu waweze kuelewa program ya mama maana bila kuielewa mtekelezaji wake utakuwa na changamoto, lakini tukiwezeshwa tukaelewa, eh, tafiti hapa tumeambiwa zinaonyesha asilimia ngapi. Kwa hiyo tunaona gepu lililopo, hivyo tunapoelewa tunaweka mipango yetu mzuri ili kuweza kupunguza hilo okay, gepu lakini tumeambiwa tuweze kupata eh, watoto au vijana baadaye, tumeona hata dola kwa kiasi gani tutaisaidia serikali kwa maana ya kupata watu, vijana au wananchi wa, wa wenye uadilifu wenye ubunifu. Naye bwana Godwin Mongi, afisa maendeleo ya jamii, amesema uelewa kwa watendaji wa serikali umeongezeka na kusaidia sana katika utekelezaji wa tathmini kuanzia ngazi ya taifa, mkoa na halmashauri, na sasa mkakati wa serikali ni kufanya tathmini ngazi ya kata hadi kijiji. Kuna mikataba na mheshimiwa rais, wameweza kufikia vijiji vingi tayari, na tunapozungumzia ushirikiano kuweza kutumia majukwaa yaliyokuwepo kama tulivyosema kwenye swala zima la ratibu, kutumia ya majukwaa yaliyokuwepo badala ya kuanzisha mifumo mipya ya ratibu ambayo itashindwa kuwa sustainable. Swala zima la mengine yaliyotoka, kwa kweli ni maoni na mapendekezo mengi tu tunayapokea, nadhani ni mapendekezo ya wote kwa ujumla, ikijumuishwa swala zima la uwekezaji wa jamii zaidi for sustainable development tunaunga mkono huu uliotolewa na ndio maana tunazungumzia swala so zima la return on investment ya 17% si na kwa sababu ni mosora la kuongeza 17 hadi 16, so tunaunga mkono. So na bwana, serikali imepa kipaumbele sana swala so zima la uwekezaji katika kuunga kujumisha pale zima makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto swala la asilimia um, tisini uh, shule zofikiwa zilizofikiwa na watoto wafikiwa tunaunga mkono

utafutilia matumizi vile vile lakini

Kwa mujibu wa takwimu, asilimia 27 ya Watanzania ni watoto, ambapo asilimia 53 ya watoto wenye umri wa miaka miwili hadi minne wako hatarini kufikia ukuaji timilifu. Kutoka Mwanza, jina langu ni Tukuswiga Mwaisumbe.